Watoto mnaenda wapi jamani? Kumuona Baraka. aligongwa na pikipiki na daktari alimwambia anatakiwa baki kitandani ili apone mguu wake. Ingekuwa mbaya zaidi kama kusingekuwa na mtu wa kumsaidia. Masikini Baraka. mimi na wapinki na wabluu tumewahi kumshuhudia mtu akigongwa na mtu mwingine alafu akakimbia. Alafu kulikuwa na dada mmoja akitembea kando ya barabara kuu akiwa anatembea linataka kulipita gari lingine likaacha njia na kuelekea kwenye njia ya waenda kwa miguu. Likaacha njia na kuelekea kwenye njia ya waenda kwa miguu. Kwani gari alikumwona? Hivi mnajua? Kwanza magari hayatakiwi kupita kwenye njia ya waenda kwa miguu. Na hapa kulikuwa na bango linaonekana kabisa linaonyesha kwamba hiyo njia ni ya waenda kwa miguu na baisikeli tu. Wapiki na wabluu walibaki ili kumsaidia yule dada. Na mimi si nikaruka kulifuata lile gari. Nikaziona namba za gari kabla halijafika mbali. Halafu nikatoa taarifa polisi na kuwapa zile namba. kwenye redio baadaye kwamba yule dereva alipatikana na akakamatwa. Ni vizuri kuendesha gari kwa usalama, sio kwa haraka. Maisha yetu ni ya thamani sana kuliko kufika mahali mapema zaidi ha. Nini kilitokea kwa yule dada? Alitibiwa hospitali na akapona, na nasikia sasa hivi ni mwalimu mzuri wa shule ya msingi. Kokotoa, Jamani mama ndege, natamani kila mmoja angekuwa na wajali wengine na kuwajibika. Wapinki na wabluu walimjali yule dada, na wewe ulitoa taarifa polisi kutatua tatizo. Huo ndio utu, rafiki yangu.